Wamesema kitu kimoja kitu sahihi hapa, wamesema kitu kimoja sahihi hapa, wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years kwa treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa hiyo tunaenda kukinukisha Walio tayari tutakwenda nao ta tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atawekewa bunduki hapo. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba eh, CCM watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio si, watu wenye si, roho mbaya Nataka kuwa mbunge seriously, twende twende tukapiganie mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? sana sana sana sana, huu uchaguzi tutavuruga, na tutavuruga huu uchaguzi kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau hiyo. Ni kweli, hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais, na mimi nilikuwa nafikiria urais, nimtiania nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba Sahau kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana, sawa <coughs> <Sahawa>, sawa <coughs> tukikinukisha vile, tukikinukisha vile e, tutaumia. Ni kweli ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. <coughs> <coughs> Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Ukikinukisha, seriously watafanya nini? Watatu, watatuua, wanaweza watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushitakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi.